Storyline Media, ah. Storyline Media kwa burudani kamili, kwa maadili <mawa> <mawa> <mawa> mazuri wakakukuza vizuri, hmm? Mke mwenye heshima kama wewe ndo mke ambaye napaswa kuwa na ye kwenye maisha yangu kama tulivyo hivi. Unajua umenisifu yeah. mm. no. ah. Sana kizuri lazima kisifiwe. Mm. Hey, kwa hivyo ukiona mimi nakusifu namna hii na wasifu wazazi wako, najivunia kuwa na wewe sasa. Hata unakisifu unasifu wazazi wangu, hata ujaendako huko, atlist hata pia mimi nifurahie. Ah. hmm? Unajua mke wangu, mambo ya kuenda huko sio lazima, hata sio lazima ah. yeah. Unakumbuka ile picha tulipiga nayo? Sana, picha tulipiga mingi, hasa gani? Kuna picha ya mwisho tukienda sherehe yenye tulipiga nayo ukiwa umevaa nguo nyekundu, hapo hivyo mama ali like hiyo picha hapo. Hey. Nikajua mama ashatuona na ashaidhinisha mahusiano yetu. Kwa hivyo sasa kunijua kupi ndio kufanya ndio kukubali maneno yetu aje? Si aliniona kwa picha, aka like. Umenisifu ui, lakini sasa unaenda hapo sasa, ku like si ku like picha na kukubali ati tuko pamoja, sasa hiyo ku like hiyo picha kuna maanisha hiyo picha huko. Eh? Ndio kupeleka mahari. Mke hmm? wangu hey. Najua uja nielewa, kwa sababu mimi nimezaa wewe na watoto, nataka nifurahi at least watu ukipeleka hako kitu he. Hmm? Sasa mambo na ku like kwa, si, kwa simu ati, ati Facebook, Facebook. Facebook na ndoa na, na ma, mahari hiyo si vitu tofauti. Mada ya kwanza ilikuwa wanafaa wanijue hiyo picha, washaniona washakujua, washakujua

Mama kulaiki eh, picha alionyesha ashaiona. Wewe laiki kitu ujaona? Kuona haja, wamekuona, washaniona. Yani muulize muulize mama, ile kitu kingine. Piga tu simu alafu muulize eh, mama hiyo picha yenye tulituma kwa mtandao ikoje? Atakwambia iko sawa kwa sababu alilaiki. Mimi nataka mahari. Ni sawa. Mari, mimi nitatafuta ni kuenda ku zangu. Kama mama kwa profile picture yake huwa namuona hapo, mimi namujua baba. Wao pia waliona hiyo picha, wananijua wakalike. Nani ajua mwingine? <laughs> Vitu gani sasa? Mimi hiyo niambie tu utaenda huko siku gani, kwa sababu mambo ya Facebook. Ati mama yangu amekuona, amekulike. Ati pia unaonanga mama yangu. Tafadhali. Tafadhali. Sasa mke wangu hata kama umekasirika, eh? Hadi unaona mama yangu na like. Pia wewe unaongea tu tu tu. Maisha ni ni digital. Digital ya ku like. Kwa kwa simu kuona mnakutana uki like. Sema tu sema tu nionekane kweli, kweli, ama vile uko na na mwanaume miraba minne. Umeanza kujisifia vibaya, kumbe umekuwa na mambo yako wewe. Wanawake no, okay, okay. Kujipendekeza sasa mpaka um, niende kwenu, uh, wao washaniona, wao wananiona huh? Sasa ni ninye wajui